Ndugu zangu kanisa la Mungu, lakini pia jamii nzima ya Watanzania, uh, ninaendelea kama ambavyo tumezungumzia juzi, tunaendelea kum, kumpa pole uh, Father Kitima Charles, ambaye amepata madhara ya kuvamiwa na hata kuumizwa, kujeruhiwa katika mazingira ambayo kwa kweli yamesikitisha kama nilivyosema juzi, katika vyombo vingine vya habari, hili jambo kwanza limetushtusha, limetuhuzunisha, na tulifikia hatua ya kusema ni jambo la kinyama ambalo lilifanyika, lakini najua hili jambo nyuma yake kuna ushetani. Kwa hiyo tunachokiomba kwetu sisi wa Tanzania kuendelea kumkemea shetani, ili mawazo kama hayo ya kuweza kudhuru binadamu mwingine asiweze kutokea. Ninamshukuru Mungu sana kwamba taarifa ambazo tunaendelea kuzipata, mimi nimeweza kujaribu kupita pale kwamba uh, padri anaendelea vizuri, lakini tunajua uh, kanisa Katoliki kwa njia zake zilizo rasmi zitaendelea kutupa taarifa, lakini ningependa tu kuona kanisa ambao uh, wanamesikia kanisa wengi wameniuliza takekiti kwamba tunaendeleaje. Eh, tuendelee kumuombea Padri Kitima maombi, muombea yeye aendelee kuimarika, lakini pia kuendelea kuiombea nchi amani, na kuondoa kabisa kabisa watu wenye fikra za kuadhuru wengine. Tuendelee kuomba ili roho hii isijirudie tena. Hayo ndio maombi yangu, na si jambo ambalo uh, lina linaleta uh, heshima kwa nchi bali zaidi inaendelea kututia aibu kama taifa . Hivyo tunahitaji kuendelea kumlilia Mungu ili tabia kama hii na roho kama hii iendelee kutoweka kutu, sio tu kwa ajili ya watumishi wa Mungu kama Padri Charles Kitima, lakini pia hata sisi kwa sisi katika jamii yetu katika vijiji. kumdhuru mtu si jambo linalopendeza atukumbuke kwamba damu inayomwagika isiyo na hatia ni damu ambayo itaendelea kulia daima katika ardhi. Tanzania ili uwe na amani, Tanzania ili iwe na baraka, Tanzania ili Mungu aendelee kuiangalia, isiwe ni nchi ya kuweza kuuana au kupoteza maisha pasipo hatia. Sisi sote Bwana Yesu alikufa kwa ajili yetu na yeye alisema imekwisha. Kwa hiyo tuondoe mawazo ya kwanza kuuana, uana katika dhana yoyote na katika mawazo yoyote, tuendelee kupendana, tuendelee kuombeana hata pale ambapo tunakuwa na jambo lolote linalotufanya tufikie hatua ya namna hiyo. Hebu tuendelee kuzungumza, kwa sababu ndani ya mazungumzo kunakuwa na amani. Mungu aendelee kumbariki mtumishi wa Mungu aliyeko pale hospitali aendelee kuimarika kwa afya, lakini pia aendelee kuwa na amani katika moyo wake. Uliombea kanisa Katoliki katika kipindi hiki wanapomuuguza mtumishi huyu a, uh, Father Charles Kitima, lakini tunaombea pia amani na utulivu katika kipindi chote. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare Mseto Media, we connect everywhere.